Ah, naam bwana, mambo ni mazito kwelikweli. Huyu Rita ana maneno ya shombo na <laughs> Huu ni ukurasa wa tatu wa Rita ambao ameandika katika kurasa yake wa Instagram kuhusiana na Madongo kwenda kwa Zuchu baada ya Zuchu kumuanza na kumuimbia mistari ambayo ilikuwa inaonekana wazi kabisa kwamba ni vijembe kwenda kwake. Sasa Rita amekuja kusema kwamba amekuja kwanza kutoboa siri za huyu Zuchu. Inasemekana kwamba Zuchu ana ugonjwa wa kujikuna, lakini pia vilevile vile amemwambia kwamba alichopanga uh, sasa hivi ni kwamba anataka kumbebea mimba Diamond alafu mtoto akalee Zuchu, kwa sababu Zuchu hicho ndo kipaji alichopewa, kulea watoto wa Diamond Platnumz kwa wanawake wengine. Mambo hayo bwana, hili ni dongo zito kweli kweli. Uh, ukilisikia kama ndo wewe amekukuta unaambiwa hivyo, uh, kama wewe ni mwanadada basi lazima, uh, unaweza ukaumwa tumbo ghafla ukakimbia chooni. So kitu ambacho kime happen bwana ni kwamba um, huyu bibi Rita amesema kwamba ameanza hapa huu ukurasa wake watatu kwa ujumbe ambao unasomeka hivi: usiongee sana. Mimi na wewe nani kidode? Umeona eh? Huyu hii kidode ilipotokea ni kwamba Zuchu alikatika kuimba, alikuwa anasema kwamba eh, nataka nitume u, nataka nirudishe ujumbe kwa bibi kidode ambaye an, ajali, analilia kodi, anagombana na mie kwani mimi ndio nilie goma kumlipia kodi. Kwa hiyo sasa hivi watu wanamuita huyu Rita Kidode, Zuchu anamuita Kinganga. Mambo hayo. Sasa huyu Rita ndo ame, ameanzia hapo sasa anakuambia kwamba usiongee sana. Mimi na wewe nani kidode? Mimi nimemkataa, bwana anakopa sana japo nimezikwangua vepe. Akaendelea kusema kwamba wewe umepauka mpaka kope, watu wanakuchora eh, mafumbo mengi kitandani ziro. Au nikwambie, alivyokuwa ananiambia kwanza, umepona ugonjwa wa kujikuna huu muda na um, huu muda wa kuimba taarabu ungeuchukua wakufunzi wakufunze jinsi ya kumfanyia bwana akuheshimu, kabla ya kumfanyia kabla ya kufanya chochote, asitoke nje, maana ni mtihani kidogo, huna mbele wala nyuma. Tulia eh, tulia tukustiri, tunayajua mengi sana, tukiamua tukikwambia unaweza ukazikwa leo leo. Au nimrudishe eh, nimrudishe, nimbebee na mimba akupe mtoto ule, maana ndo kipaji ulichonacho, ndo hicho kipaji ulichopewa. Mimi sio levo zako. Ulichonizidi au ulichonishinda ni kuimba tu. Huniwezi kwa uzuri na huniwezi kwa akili, huniwezi kwa utamu. Chezea kwingine, sio kwangu mimi. Ndoa nikiipata nikiitaka ni naipata, na sijaitaka tu tu swala es, na sijaitaka tu. Kipulizo. Sawa kipulizo. Afa kamalizia kwa kuandika bye Mambo hayo. So huo ndo ujumbe wa bibie Miss Rita kwenda kwa Zuchu. Kwa sasa hapa bwana, tusiwe eh, mambo yasiwe mengi, ngoja nikusomee comment ambazo zimejitokeza juu kabisa hapa. Kuna mtu hapa amekuja Miss Renia amesema kwamba eh, nisiwe muongo. Hata mimi pia vile vile napenda shari na mke mwenza na mke mwenza eh, utakavyokuja ndio nitakavyokupokea. Sina muda wa kutia huruma hata siku moja. Mumeo sijamuita kaja mwenyewe kwa hili bana Zuchu kapu yanga, angekaa kimya, yote haya ya kudhalilishwa yasingemkuta. Ndiyo akome sasa kupata, kapata eh, anachostahili. Haya, Cox anasema kwamba Cox dawa yao, anasema kwamba bwana Zuchu kaingia mziki, sio <laughs> Kwa mtu anasema bwana, huu mwandiko huu wa mangeu. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu mwingine anasema bwana, kiukweli mimi nasimama na Zuchu hadi wa mzabe. Kwa mtu mwingine anasema kwamba bwana, maneno ya mkosaji, bwana, jeuri ya kumrudisha, bwana, wewe huna. Kwa mtu ameandika hivyo. Kwa mtu anasema bwana, sasa mjuzi kitandani, mbona kodi hakulipiwa eh, kwa wakati jamani? Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu anasema bwana, vita imeisha, Rita kombora saba mizinga 21. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu mwingine hapa ameandika kwamba bwana hana thamani ya kuwa mwanamke aibu alionayo hapo, yaani hii ni aibu kabisa, mwanamke kujisifia hadharani ni upuuzi. Kwa mtu ameandika hivyo mm -hmm. Huu ni ujinga tu. Ukifika umri wa miaka 40 45, ndio utajua kwamba ulikuwa unagombana na wanawake wenzio bure. Kwa mtu ameandika hivyo, so it is what it is. Ukiwa kama mdau na wewe pia, hebu tokee maoni yako katika comment section kuhusiana na huu ujumbe ambao Miss Rita amekuja tena kumshindilia nao Zuchu. weka maoni yako, tutakuwa tukisoma, lakini pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.